la Mungu kwa jina la Bwana lipewe sifa. Nasema nataka nilisalimu kanisa la Mungu kwa jina la Yesu. Je, muwazima? munayo furaha? munayo amani? Haleluya! Nami niko na amani ya Yesu. Sema amen. Kwa majina yangu, mchungaji Grace Karisa. Aa, nimetoka maeneo yale ya kambe ya Jeuri, kanisa nalochunga the Rivers Church, kwa apostoli wangu ni Moses Chai Mrima, Bishop Edison Munga pale Kisimani. Haleluya. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Aa, napenda kumtukuza huyu Mungu kwa sababu ni mwema na mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeolewa na nine mume wangu. Na aliyenioa zaidi ni Yesu Kristo. Ninamfurahia. Amen. Amen. Amen, huyu Yesu Kristo aliyenioa kutoka tumoni mwa mama yangu, akanichagua, akanitakasa. Mwanzo alinijua, pili akanitakasa. Amen. Alafu akaniweka kama taifa yote Amen. Mtumishi yangu, watu wa Mungu amepata neema mchana wa leo, kwa sababu Mungu anawapenda na anawajali na anawajua sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia kile Mungu amekileta, alizokiweka ndani yako ipokisikia naomba upate sikio la rohoni ukakisikia ukielewe na ukifahamu na, na amen, ukitende haleluya, amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Abaya mlango ni wa sita tu fungu la kwanza lakini uchume wangu halisi uko pale fungu la, la nane. Ule mtiririko tuone, ni, ni kitu gani Mungu alinena na mtumishi wake, alafu ni kitu gani baadaye kimetendeka ndani ya mtumishi wake. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimwona Bwana mm -hmm. ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana Anani. na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. mbili juu yake walisimama maserafi Anani. kila mmoja alikuwa na mbawa sita, kama mawili alifunika uso wake kwa mawili alifunika uso wake kwa mawili alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka. Tatu Waketana kila mmoja na wenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Nne, na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu sauti yake aliyelia nayo, nyumba ikajaa moshi. Tano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 watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu; fulizeni kutazama lakini msione. kumi uoneshe moyo wa watu hawa unaoneshe moyo wa watu hao, ukayatie uzito masikio yao, ukayafumbua macho yao, wasije wakaona macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kurejea na kuponywa. 11 ndipo nilipouliza E, bwana hata lini? Naye akanijibu, hata miji itakapokuwa ukiwa haina wenyeji na nyumba zitakapokuwa hazina watu na nchi hii itakapokuwa gani kabisa. 12 hata Bwana atakapowahamisha watu wende mbali sana na wahame yatakapokuwa mengi ndani ya nchi, hata Bwana atakapowahamisha watu waende mbali sana na mahame yatakapokuwa mengi ndani ya nchi. Aha. na ijapokuwa imebaki sehemu moja kati ya sehemu kumi ndani yake, italiwa hii nayo, kama mvinje na kama mwaloni, ambayo shina lake limebaki, ingawa imekatwa. Kadhalika mbegu takatifu ndiyo shina lake. Nimesema ujumbe wangu ni pale ndani, lakini huku tunasoma tunaongea habari za nabii Isaya wakati alipokuwa ameweza ame kuteuliwa na Bwana na kawa, akawa ni mtu wa kumtumikia Bwana. Amen. Bwana Yesu Amen. Yani, Isaya alikuwa ni mtumishi, akawa anamtumikia Bwana, lakini alikuwa hajaonana na Bwana. Kulikuwa na mfalme auzia aliyekuwa anamtatiza asimwone Bwana. Haleluya, amen. Uzia tunamfananisha na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Uzia

yake kukawa kuna huyo ufalmuzia ambaye amejaa katika kinywa chake, anamchafua hicho kinywa, na tena anataa wa kwa watu wenye midomo michafu. Ni mtumishi wa Bwana, marafiki zake ni wachafu maana ni mtu mwenye midomo michafu ani, inakaa mahali kwa watu wenye midomo michafu. Aisee, alitambua mzia wake alikuwa anamtatiza, hata uwezi kusimama hata huwezi kuimba vizuri, uwezi, ku, uwezi kuchukua mami. Yani mzia wanja anakuja anakupatia anaku nja mpaka ahisi <laughs>

Akawa anakala moto ambao kahilo ameitoa kwenye madhabahu ya Bwana kwenye kinywa chake, akamwambia ni mtumishi wa Bwana aliyetuma uweze kuli, kulipokea na baada ya hilo neno, muujiza wako nitakupokea. Amen. Na Yesu asifiwe. Amen. Kala moto ni neno la Bwana, yeah. Neno linachoma, yeah. Neno liko moto na linachoma, inachoma. Haitarishi umefungwa kiasi gani, haitarishi matatizo gani, sikia neno. Neno ni kukomboe, neno ni kusugue, upokee muujiza wako. Amen.